Ninaitwa Dr. Chris Mauki, na hii ni siku nyingine na muda mwingine ambao natamani kuzungumza na wewe. Karibu katika channel hii ya YouTube ambayo imebadilisha maisha ya watu wengi sana katika maeneo matano ambayo ni maeneo ya wito wetu, maeneo ya malezi, ndoa, mahusiano, familia na maendeleo binafsi, yani personal development. Kama bado hujasubscribe channel hii ili uweze kupata notification kila tunapo upload na kila tunapofundisha na tunaweka video mpya kila siku, basi kitufe kilichoandikwa subscribe kile chekundu kibonyeze, utakuwa umeshakuwa memba na mwanafamilia, na kale katufe kenye kengele ukikabonyeza, basi tutakupa notification kila wakati tunapofanya mabadiliko au tunapoweka video mpya ambayo inakufaa katika eneo hili. Naomba unisaidie, uh, kunipa masikio na macho kwa muda mfupi ambapo nitazungumza kuhusu topic ya wewe kuweza kujisaidia mwenyewe au kuweza kujiendeleza mwenyewe yani personal development. Na topic ya leo inasema, ili kuweza kujithamini na kujipenda zingatia mambo haya matatu. Ili kuweza kujithamini na kujipenda zingatia mambo haya matatu. Tunapozungumza kuhusu kujithamini na kujipenda ni vitu vinavyoenda pamoja. Unapojipenda wewe kama wewe, maana yake unajithamini. Huwezi kujipenda kama hujithamini. Watu ambao wameshindwa kujipenda na kujithamini, kitaalam tunawaita wana low self esteem. Watu wenye low self esteem wamesababishwa na mazingira mbalimbali kufikia hapo, lakini bahati mbaya tafiti zinaonyesha watu hawa wana uwezo wakufika sehemu wakakata tamaa ya maisha na wengine kuwaza kujiua na kujiondolea maisha wenyewe, na wengine kujaribu kabisa kufanya hivyo. Sasa kama unatamani kujipenda na kujithamini zaidi, vitu vifuatavyo vitakusaidia, na nakupa vitu vitatu kwa leo kama sehemu ya kwanza, alafu utatafuta sehemu ya pili ambayo nitaenda dipu zaidi. Jambo la kwanza, Jielewe, hii tunaita living consciously. Ishi ukiwa unajitambua, ishi ukiwa unajielewa. Elewa mazingira yako, elewa malengo yako, elewa madhaifu yako, elewa mazuri yako, elewa vitu vinavyokuzunguka vinavyokuhusu wewe, ambavyo utasema kiukweli mimi najifahamu. Fahamu hisia zako, fahamu uwezo wa akili yako, fahamu limitations za akili yako. Huwezi kujitambua na kujipenda wakati hujaanza hatua ya kwanza ya kujielewa. Jambo la pili, jikubali, self acceptance. Kwenye kujikubali, kuna watu ambao hawajikubali, ana doubt anahofia alivyo, anahofia maumbile yake, anahofia watu wanavyomwona, anataka approval kwenye kila kitu, haamini kwamba watu wanampenda kila kitu wa, haamini kwamba amependeza, lazima aulize kwamba nimependeza au sijapendeza. Huyu mtu ajikubali, self acceptance ni kujikubali. Unaanzia wapi? Jiamini, trust yourself, simamia unachokiamini. Kama kuna kitu unachokiamini kwenye maisha yako kisimamie. Kama unaamini kwamba uaminifu ni kitu kizuri, usiyumbishwe na yoyote asiyetaka kuwa mwaminifu. Kama unaamini kujitunza ni kuzuri, usiyumbishwe na mtu asiyetaka kujifunza kujia, kujitunza. Kama unaamini kujali shule au kujali masomo ni kitu muhimu, usiyumbishwe na asiyetaka kujali masomo. Jiamini, simamia unachokiamini. Jipende, usijitese makusudi. Jali pia afya yako, uwepo wako, akili yako. Usifanye vitu ambavyo vitakuumiza makusudi. Kubali kwamba wewe unatosha. Kubali kwamba wewe ni mzuri. Kubali kwamba umeumbwa vizuri. Kubali kwamba hata kama mazingira ya kuzaliwa kwako na ya nyumbani kwako kwa hayakwenda unavyotaka, lakini still thamani yako ni kubwa. Jambo la tatu na la mwisho, beba majukumu, self responsibility. Mezungumza living consciously, jielewe. Self acceptance, jikubali. Self responsibility, beba majukumu. Huwezi kujipenda na kujithamini wakati huna uwezo wa kubeba majukumu, wakati huna uwezo wa kusimamia majukumu yako. Beba majukumu. Wa kubadili maisha yako ni wewe mwenyewe. Acha kuwa na a lot of excuses: baba yangu, mazingira yangu, mama yangu asingefanya hivi, bosi wangu, unajua shule yangu nisingesoma hapa. You excuse everything, fahamu kabisa you are the captain of your ship. You're the driver of your car and you're master of your life. Wewe ni master wa maisha yako, ni dereva wa maisha yako, ni pilot, ni nahodha wa maisha yako. Hakuna kujitetea, beba majukumu. Mtu mmoja akasema, utazaliwa kwa kufanana na wazazi wako, utakufa kwa kufanana na maamuzi yako. Be responsible for your decisions. Jitume, jibidishe. Kuwa tayari kubadilika, wajibika kwenye maamuzi yako. Tukutane kwenye part two ya somo hili. Ili kuweza kujithamini na kujipenda zaidi, zingatia haya mambo. Nitaenda tena kukupa mambo kama matatu manne, deep zaidi. Naitwa Dr. Chris Mauki.